Sema Shekhe, nimemkosea mzee wangu na nimejaribu kumwomba msamaha lakini hakunijibu na hata salamu pia hataki nikimpatia, afanye nini? Alhamdulillah, e, nasaha wangu ni baba kama mama wazazi, mem memudhi na amekasirika, fanya haraka, manake kifo mtu e, ajui lini itadoka duniani, huenda asife babako kati yeye hana ridha na wewe, tumia njia ambaye watu, ambayo baba yako wana mishimu, rafiki zake, bitie kule awa aongee naye, ila akusamehe mm, njia yote mpaka abate ridha ya baba. Naam, karibu anasema umefatwa, lakini bado mzee ataka. Alhamdulillah, nawezekana mzee muji mefanya kitu kubwa sana e, mimi na saha wangu amwombee Mungu katika sujud, Allah Subhanahu wa Taala amlainishie moyo wa baba yake, saagonge asimame mlango ya madama yeye yuko tayari kumrudisha baba yake. Na mara nyingine mzazi kama mmjeruhi mmudi, itakuwa ngumu kurudi sasa yeye, lakini yeyote kimbilie Allah Subhanahu sama masala ya usiku mbe musujudu Allah katika sujudu, mbe Allah Sutaala, e murawangu, nifanye moyo wa babangu laini, yani kubali anisamehe. Inshallah Mungu atamsaidia.